Karibu sana mwanangu. Shukrani Arusha, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Unaona kuna muta, joto, sana. Mia, da, ah, joto joto uswahili hali ya hewa wapi? Nimekuwa um, safari safari tu hapa na pale kusoma soma nini kidogo mm. mm. sawa, sawa. ndio basi um kuna muda tukawa tumeona kwamba umeamua kuwa kufanya vitu private. Uh, um, maswala usiano, mjuli, <laughs> yu, kidogo maswala ya uhusiano mtoto mzuri na os, tunafanyaje? Tukaona labda hiyo ni likizo kidogo ya kuweka mambo sawa, ilikuwa ni nani, ilikuwa kama break. Sandra, huyu mchumba wangu. Sijawahi kusikia kusk msichana anaitwa Sandra mbaya Ninamjua yeye tu, simtafutia kesi tu, anaitwa Sandra mchumba wangu, so inshallah akijalia, lakini ndio hivyo a nitaka tu kuwa na break flani vili, unajua ku refresh mind pia okay. hizi kazi mm. unafanya sana mm. alafu una stack Yeah, yeah. Kwenye kwenye idea moja labda una stake kwenye kwenye same moja mm. kwa ni vizuri mara nyingine, kuna kwa unataka break kidogo okay. refresh ya kuliko hiyo break uliokuwa nayo kwa maana kwa uko kama mwaka na nusu au miwili ufanye video mm, mwaka miezi saba actually <inaudible> eh nane okay, actually sababu yeye nimefanya video tatu yeah, eh? kubwa nimeproduce nyimbo moja ya Feed Cube imepigwa yeah, sure. kwa Coke Studio big thing yeah Ulikuwa unafanya nini katika hiyo miezi uliyokuwa kimya? Hiyo primarily ni kupumzika, kusafiri. mm. Nilikuwa Dubai, uh, nilikuwa South Africa, nilikuwa nimeenda kutembea, kupata mm. tu energy tofauti kidogo okay. Pia uh, um, nilitaka ku... Ku... ku... ku date kidogo mm, so, kwa sababu nilikuwa nimeacha kudate okay, muda uh, rafiki zangu anacheka kule. Unajua, hii kazi inakufanya usiweze kudate kabisa, kwa sababu unajua kuwa kwenye presence ya viumbe tofauti tofauti. Yeah, lakini ndiyo hivyo, umerudi na na energy mpya, kwa hiyo Yeah. Okay. Yeah. I can say tuna, that. Tunafahamu yeah, kwamba kuna video uh, kama tatu ulizileta. Ah, yeah. Um, lakini ile nani vipi tena ile Alosto ma hatuioni tena YouTube. Alosto bana ime uh, I don't know somehow mm. Kuna namna ilileak okay, unexpectedly yeah. Uh, katika process za kutaka ku release mm. Au tuseme waweza ku finalize mm. Kwa sababu ile Alosto iliyotoka kwanza nyimbo mm. haijafinalize hiyo. Ah. Oh. Uh, so katika uh, process za kuifinalize kuna namna ilikuwa ndivyo. mm. mm. Sivyo. Okay, lakini inakuja. mm. Plan yangu mimi ya kwanza original ilikuwa ni kutoa video zote tatu wakati mmoja. Okay. Yeah, kama unakumbuka nili address. Yeah, sure. So kukawa na matatizo na management. mm. Unajua, kwa sababu hizi ni kazi za wasanii nyimbo zao, mm. na wao ni video nimefanya mimi, lakini ni nyimbo yao. mm. kwa sababu business ndio kuforce kwamba okay, bwana tutoe tutoe. mm. unajua. mm. uh, kwa hiyo kidogo hivyo lakini hamna kitu akijaribika kitu okay, ki vile, ya, no so, so. Mm. So, Nisher mpya sahivi tarajie nini? Naona una kamera kubwa naitwaje? 6K inarekodi 6K, mara sita ya video kamera ya kawaida kama Canon. Oh. Canon inarekodi uh, elfu moja mia tisa ishirini okay, resolution. Yeah. So mara sita yani mara sita oh, picha kubwa kama Kanoni niko hapo kwa nafanya moja mbili tatu kubwa picha kwa. Okay, sasa uh, so, so, clarity, mm -hmm. uh, slow motions za nguvu mm -hmm. I don't know, unajua mtu kama ukimpa kichaa hii hawezi kufanya <laughs> <laughs> nayo kitu chochote <shi <laughs> uh, kwa sababu ni ngumu kuitumia yani ah. options zake nini kwa hiyo inategemea na kichwa kinacho operate kiukweli. yeah. watu wanasemaga picha ni kali lakini, like, kiukweli sio picha kali. Nafikiri ni mwenye picha na aliyokuwa anapiga picha oh. hizo nah, chemistry okay. Physics na mathematics unatumia <laughs> <laughs> hiyo yeah. Kwanzia sasa hivi utakuwa unatumia, nilitumia yeah, version nyingine ya camera kama hii mm, video tatu zilizopita mm -hmm. okay. Lakini kwenye hii hapa nataka ni ni test hapa nione inakuaje na, na kwa, tunafahamu kwamba vijana wengi sana wamekuja sasa hivi, na juzi niliandika makalo akaniambia ya nilipenda sana nzuri. Vijana wengi wamekuja sasa hivi, zamani ndio kweli. na fry mi nilipokuja kwenye video kwenye kwenye industry sikuja kwa ajili ya kufanya video milele, unajua eh, au tuseme nitakufa nikifanya video na kumbuka, lakini mi nilikuja kuinspire mm. yule kijana mm. aliyeko nyumbani anayetaka kufanya kitu mm. aone kwamba anaweza, kwa sababu so, mi hapa nikuaga na, uh, naota kwamba nitakuja kufanya kazi na watu mastaa mm. kama kina Penpo mm. kina ay kina nani lakini ikaja ikatokea kwao, kwangu mimi naitumia hiyo platform platform, sorry, kuinspire vijana wengine. So kwangu mimi naona ni vizuri kwamba wanakuja na wataendelea kuongezeka. so, yeah. It's, it's good sure, sure. Yeah. Muziki music, uh, nime press pause kidogo mm. kwenye music mm. kwa mwaka huu labda nataka okay. ni base kwenye video kidogo yeah. Pia namalizia studio yangu which will be up and running muda sio mrefu, nitatangaza. Arusha? Yeah, Arusha. Okay, yaani kwa ni renovate actually, ni hamisha kaanza ku renovate kidogo hiyo, yeah. Okay, so yeah, utakuwa mwaka mzuri bila shaka. So ndio, I see first sana mzee, mwenye tunasubiria kazi. Shukrani sana. Pia of course Ben Paul, pamoja na Austin Bowden tunafanya au si, yeah tuombe Mungu. <laughs> Kazi ya tatu na Ben Paul, sio? Kazi ya tatu na Ben Paul. Is... Ben mm. Paul sina maneno mengi ya kusema kuhusu jamaa yake Mungu. Kazi ya nne sio ya tatu. Amjalie. Mama yeyo um... mama yeyo uh, ajikubali unanichora yeah. Na hii. Oh, no, can... Bado nina maswali mengi sana kwa Ben Paul kuhusu Sofia, lakini tuwachane na hilo. <laughs> <laughs> Eh, lakini kweli na yani <laughs> jamaa, Mungu ambariki sana, ni mshikaji, ana roho nzuri yeah.